Viongozi wa vijana nchini wamekashifu ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi chama cha mawakili nchini LSK kimekashifu vikali ukatili, ukatili uliotekelezwa na maafisa wa polisi dhidi ya waandamanaji hapo jana. Hii ni Radio Ashe, tumaini la uzima, wake to nambari moja kote nchini. Hii ni kulingana na tuzo za muungano wa waandishi wa habari, mashinani nchini Kenya JJK mwaka elfu mbili ishirini na nne. Ni matumaini yangu kwamba ziki nimekwenda vyema. Ujambo na karibu kwa taarifa za mwenge kikamilifu wa redio ya Sham hii, jina langu naitwa Faith Nzai. Mchuzi wa barakoa Boniface Karuki aliyepigwa risasi jana na maafisa wa polisi anaendelea kupokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi haya ni kwa mujibu wa taarifa ya polisi ya kitaifa ya Kenyatta ambayo i, um, haya ni kwa mujibu wa taarifa ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambayo imesema kuwa Kariuki amefanyiwa upasuaji na risasi iliyokuwa imekwama kichwani imeondolewa. Aidha, madaktari wanaendelea kufuatilia hali yake kwa ukaribu huku akisaidiwa kupumua kwa kutumia mashine. Hospitali ya Kenya ama um, ya Kenyatta pia imethibitisha kuwa Jumla ya waandamanaji kumi na sita walipokelewa katika hospitali wakiwa na majeraha ya aina mbalimbali. Kwamba jeraha alizopata kutokana na kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu fulani ndio naweza kusema kwa sasa. si ni ni masaa ishirini ya nane ya kwanza ni wakati muhimu sasa, ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea, kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake, na ndio nimesema kwamba kila siku tutaweza kuelezea jinsi yanavyoendelea. Na viongozi wa vijana nchini wamekashifu ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi. Wakizungumza jini Nairobi, viongozi hao wanasema mauaji yanayotokea hivi karibuni na yanayotekelezwa na maafisa wa usalama hayapasi kutekelezwa kutokana na uhuru wa kujieleza unaotoa katiba ya Kenya. Wakati huo huo, wamelalamikia kuwa uhuru wa kujieleza umekuwa ukilemazwa bila maelezo yoyote. Sasa wanaitaka serikali kujukumika na haki ya kupatikana kwa wale waliojeruhiwa vibaya. Aidha, wametaka afisa aliyetekeleza ufuatiliaji wa risasi kwa muuza barakoa kamatwe na kufunguliwa mashtaka. Na chama cha mawakili nchini LSK, kimekashifu vikali ukatili uliotekelezwa na maafisa wa polisi dhidi ya waandamanaji hapo jana. Rais wa LSK Faith Odhiambo amesema kuwa kumeripotiwa visa vingi vya ukiukaji wa haki za kibinadamu unaotekelezwa na maafisa wa polisi katika siku za hivi karibuni. Odhiambo amesema kuwa hali hiyo ina uwezo wa kuharibu uhusiano uliopo baina ya maafisa wa polisi na wananchi. Na wahudumu wa mageuzi wa ukeketaji kutoka Kapchebau, eneo bunge la Marakwet mashariki Kaunti ya Elgeyo Marakwet ameamua kuachana na mila ya ukeketaji, hatua ambayo iliyochukuliwa kama hatua ya kihistoria na iliyopigwa kukomesha dhuluma dhidi ya wanawake na wasichana. Washikadau hawa wameapa kutoruhusu mila hiyo kuendelea ili mtoto wa kike apate nafasi ya kupata masomo. na tukitamatisha, shughuli za kibiashara zimelemazwa mjini Marsabit leo baada ya wanabiashara kuandamana kulia haki ya wa wafanyi biashara ama ya mwanabiashara mmoja aliyeuawa na kudungwa kisu kichwani na wahuni hapo jana. Maafisa wa usalama wanaendeleza wa uchunguzi na kuwasaka wahalifu zaidi baada ya mmoja wao kukamatwa hapo jana, huku mwili wa marehemu ukihifadhiwa kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Marsabit, Jeptanui Valerie anaoketa taarifa hiyo. Hi Aswin Dinesh, hi. So, <laughs> unajua kuna some people who are uh, so fun so someone has decided just to abuse me hata sijamkosa kitu <laughs> <laughs> <laughs> Eh? Yeah. Una, uh, you are, you are sending your insecurities to be why? Huh? Some people. Hi, beautiful. Hi. Hi, Bim Bim. Subscribe to my channel. Commissioner, OCPD, DCI, what to your yai na viongozi wenu wote viongozi wana miliki na kina heri. Na tunakubaliana. Tuna masira yake na uka

Nani aliniletea lakini? Ana anazunguka huko na gasi yangu, unajua atanene, anaweza fanya hivyo alafu, wa nini asahau kuenda kuichukua ifungwe? Alafu mimi nitapikia nini?

Sisi ni watu ya amani tunaishi kabila kumi na nne katika wodi ya Central Ward, na nataka kuhakikishia nyinyi kama diwani wenu kama MCA, niko na nyinyi kwa hali na mali, na ninataka kuambia muendelee kufanya kazi yenu kama zamani, musiogope, musikusike. Na sio hiyo peke yake, hata kuna wale ambaye wanasumbua nyinyi kutafuta pesa ya kanso hapa, msiharakisho na no watu hapa, tuko na habari nimechukua, tunachukua hatua Shukran za dhati Jeptanuvalery kwa taarifa hiyo. Kwa kina msikilizaji, ni wazi kwamba hii unayoitigia ni redwashit maini la uzima nyumbani kwa vipindi na mziki bomba wa Injili, mijadala ya kuelimisha na habari tendeti za kuaminika. Tufuate katika mitandao yetu ya kijamii Facebook at Radio Ashe Kenya, Instagram na X at Radio Underscore Ashe. Vile vile unaweza kunifuatilia popote endapo kwa kutumia wavuti wa www.radioashe.org au kutumia app ya Radio Garden. Na basi mapumziko mafupi, nitakaporejea nitakuwa na kujiza na ujili katika roba za kimataifa sawia na ulimwengu wa michezo, na tutaipata sauti ya mwananchi. Usiende mbali Mahabari. Mjadala na mafunzo kemkem ya Biblia. Sikiliza redio uipendayo, redio Ashe, tumaini la uzima. Habari za kimataifa. Kimataifa, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema ndege za kivita za kikosi cha anga zimeyashambulia makao makuu ya usalama wa ndani wa Iran baada mm -hmm. ya jeshi kutangaza lilikuwa linashambulia maeneo ya kijeshi ya Tehran. Kat ameapa kuwa Israel itayashambulia maeneo ya serikali na kuupiga utawala wa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatola Ali Khamenei, popote atakapokuwa. Waziri huyo wa ulinzi wa Israel amesema pamoja na mapigano makali ambayo watayafanya dhidi ya Iran ili kupunguza vitisho, pia watafungua upya uchumi, wataondoa vikwazo vya umma na kulirudisha taifa la Israel katika nje, ama katika njia yenye tija, shughuli na usalama. Tupate anaojiri michezoni. Michezoni, klabu za soka za Al-Ali, Al Nasir na Al Gadish nchini Saudi Arabia zimeonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji wa Tottenham Hotspur na Korea Kusini Song, uh, Son Hwing Min mwenye umri wa miaka thelathini na miwili na ziko tayari kulipa pauni milioni 34. Bayern Munich itaelekeza macho yake kwa winga wa Brighton na Japan Kaoru Mitoma mwenye umri wa miaka 28 na mshambuliaji wa Liverpool na Uholanzi Cody Gakpo mwenye umri wa miaka 26, ikiwa haitafanikiwa kumsajili winga wa Hispania na Athletic Bilbao, Nico Williams. Msikilizaji, kwa taarifa hiyo ya michezo, tupate tu sauti ya mwananchi leo. Katika maandamano yaliyoendelea hapo jana jijini Nairobi, wahuni waliojihami kwa marungu na mijeledi waliovamia waandamanaji. Je, unazungumziaje wahuni kutumika katika kuvuruga maandamano nchini. Haya hapa ni maoni ya wananchi. Ni wale watu wanaotumika ko na serikali, huenda hawana silaha ya kiserikali lakini kwa uchunguzi wakiangaliwa vizuri ni wale watu wameajiwa na serikali kusababisha kufanya mambo na kusababisha harakati katika maandamano. Na kwenye maandamano kuna kikundi mbili ya watu, kuna waandamanaji na kuna wale wapinzani wa maandamano na watu waende upande mmoja na maandamano mengine itoke. Kuna wale ambao wanatafuta opportunity ya kitu kidogo tu ifanyike ndio wapate uharibifu, wapate thank you so much biashara za watu, na kwenye sasa hivi ndio imekuwa ngumu. Mtu mmekuwa mkitegemea tu biashara yako, alafu mtu akuja kuharibia. Iko sadi sana ile maandamano hiyo jana ya marungu hawa jana, si si fair. Sasa, eh, hawa ndio wale waharibifu hakuna vile muhuni anaweza kuja na kutawala mitaa eh, mitaa, ikiwa serikali wanawaangalia tu, enda ikawa ni wenzao, endaikawa ni serikali wamejitengia watu yao, na kufuatilia kuwa kama wauni wanachukua hiyo hatua ama wanachukua hiyo fursa ya maandamano kuweza, eh, kuwapokonya wananchi kwa, wa, kwa njia moja ama nyingine. So ningependa kuelezea kwamba hawa ni serikali waende mikakati wa hatari maana ikuwa maandamano ya amani, wakitaka kujua kwa nini mwenzao wanauliwa na hali kadhalika. Baada ya kupata kujua ukweli, wanakuleta watu wengine. Hatuwezi kusema ni serikali ote, manaake hatujui hasa lakini kulingana na kuliona serikali iko na hawa watu, maandamano ya vijana nama zi. Msikilizaji, asante sana kwa maoni yako hayo. Tumefikia tamati wa taarifa zetu za mwenge kamilifu wa redio ya Shamu. Muhimu hapa ni mktasari wake. mchuuzi wa barakoa Boniface Kariuki aliyepigwa risasi jana na maafisa wa polisi anaendelea kupokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi. Viongozi wa vijana nchini hiyo wamekashifu ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi. Chama cha wakili nchini LSK, kimekashifu vikali ukatili uliotekelezwa na maafisa wa polisi dhidi ya waandamanaji hapo jana. Kufikia hapo sina la ziada, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vyetu vilivyosalia, sawia na usiku mwanana kwa sasa. Jina langu naitwa Faith Nzai, alamsiki. Mwenge wa Radio Ashe, kwa habari tendeti na za kuaminika. Thank you for watching.